Kwenye taarifa ya tanzia ni kwamba maafisa wa polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu kisa ambacho mwanamke mwenye umri wa miaka 40 aliteketea kiasi cha kutotambulika chumbani mwake usiku wa kuamkia leo, katika kijiji cha Shitoli, eneo bunge la Ikolomani, kaunti ya Kakamega. Kulingana na dadake mhasiriwa Irene Akhwesa, chanzo cha moto huo bado hakijabainika, japo wanashuku huenda kuna mtu aliyeanzisha moto huo kwa kutumia petroli. Maafisa wa polisi tayari wameondoa mwili wa mama huyo wa watoto watatu na kuupeleka katika chumba cha wafu cha Kakamega. <tune> Kwa majina yetu Edith Khatushi, iini kusisitiza sana dada yetu sisi kukuja kumwona hayuko, tunasikia mara mechoma palipo na acid mwenyewe waga akosei, mtu haombi mtu hapigani na mtu, vipi sasa, mara tunasikia ni One of his boyfriend. Aje sasa, mbona akamfanyia kitendo kama hiyo? Tunalia mwenye ni jivu. Kwa majina naitwa Irene Akhwesa, sijawahi mwona na mama mambo yenye amekosea mtu sana, na kama kulikuwa na jambo alikuwa na share tunaongea na ye, the last minute nilikuwa na ilikuwa jana jioni na kunieleza chochote, nikushangaa kupata amechomekewa kwa nyumba na it's like a person ndiye alimchoma, si ati amechomeka, amejichoma mwenyewe. Ni mtu alieka tu petroli juu moto ilikuwa inazimwa na inalipukia mahali pengine.